Tunapotaja mashujaa waliopigania uhuru kutoka pwani ya Kenya, jina linalokuja akilini ni Mekatilili wa Menza, mwanamke kutoka jamii ya Wagiriama. Hadi leo Wagiriama wa Mijikenda na wa pwani kwa ujumla wanalitukuza na kulisifu jina la Mekatilili kama shujaa wa kike aliyejikita na kupigana dhidi ya ukoloni wa Waingereza. Lakini huyu Mekatilili ni nani na kipi kilimhamasisha kuleta vuguvugu vugu la upinzani kwa jamii ya Wagiriama dhidi ya wakoloni. Mekatilili wa Menza alizaliwa katika eneo la Kilifi karne ya 19 mwaka wa 1840 katika pwani ya Kenya. Wakati wa ujana wake Mekatilili hakuwa na lengo wala hakutaka kuwa mpinzani wa wakoloni. Alikuwa mfanyabiashara tu, aliuza bidhaa katika mji wa Malindi, takriban kilomita 75 kutoka Takaungu, ambapo ndipo nyumbani kwa Mekatilili. Mekatilili wa Menza halikuwa jina lake halisi. Aliitwa Mnyanzi wa Menza. Baada ya kumzaa mwanawe wa kiume Katilili, ndipo jina Mekatilili lilipoguniwa Nikimaanisha mama Mekatilili. Ifahamike wakati huo Kenya ilikuwa chini ya ukoloni wa Waingereza na ilitawaliwa na Waingereza kuanzia mwaka wa 1895 hadi mwaka 1963. Kipindi hicho cha ukoloni, Waingereza walijihusisha sana na biashara ya utumwa, y yani slave trade. Wakati mmoja, kaka yake Mekatilili aliyeitwa Mwarandu alitekwa na wafanyabiashara wa utumwa. Jambo hilo lilimkera sana Mekatilili na kumfanya kuanzisha uasi dhidi ya wakoloni na ukandamizaji dhidi ya jamii hiyo ya Wagiriama. Upinzani huo uliohamasishwa na Mekatilili ulipelekea sehemu ya ardhi ya Wagiriama kuchukuliwa kimabavu takriban nyumba 500 kuteketezwa na kusababisha vifo vya watu 150 hivi. Oktoba mwaka elfu moja, 1913 Mekatilili wa Menza alikamatwa na Waingereza na kupelekwa katika gereza huko Kisii. Aprili mwaka elfu moja, 1914 Mekatilili alitoroka na kurudi Takaungu takriban kilomita mia nane kutoka gereza la Kisii. Alipofika nyumbani aliendelea kuchochea chuki dhidi ya Waingereza miongoni mwa jamii hiyo ya Wagiriama, na Wagiriama walikuwa tayari kumfuata kuasi ukoloni huo Waingereza. Upinzani huo dhidi ya ukoloni uliendelea kwa muda na baadaye, Wagiriama waliruhusiwa kujitawala kwa miundo yao ya uongozi wa kijadi, na Mekatilili kuwa kiongozi wa baraza la wanawake. Mekatilili wa Menza alifariki mwaka elfu moja kenda mia ishirini. Hadi leo jina lake linakumbukwa katika historia ya Kiafrika na anakumbukwa kuwa mwanamke jasiri, kiongozi na mwenye uhamasisho huyo. Ndiye Mekatilili wa Menza, shujaa wa kike kutoka pwani ya Kenya.